Kigezo kingine ambacho kinaweza kikakusaidia au kikamfanya Mungu kikamshawishi Mungu aachilie kibali juu yako kuwa na rehema na kweli. Tunapozungumzia rehema, ni kama huruma, na tunapozungumzia kweli, kila mmoja anaelewa ni hali ya kuwa katika njia iliyo sahihi ambayo imethibitishwa kuwa ni sahihi na inajulikana kuwa ni sahihi. Sasa asili ya Mungu wetu ni Mungu wa rehema. Sasa na kama ni yeye, ni Mungu wa rehema, na sisi watoto wake, lazima tuwe sehemu ya hiyo eneo. Kama Mungu wetu aliye juu au Baba yetu aliye juu ni Mungu wa kweli, anapendezwa na kweli anasema fanyeni kwa kweli, tendeni kwa kweli, na yeye ndio njia ya kweli na uzima. Na sisi ni watoto wake, lazima tufate nyayo zake, tukiwa na moyo wa Mungu, maana yake tukiwa na moyo wa Mungu ndani yetu, hakika yeye baba yetu hawezi kuacha kutupa kibali katika kila eneo la maisha yetu, hawezi kuacha kutupa kibali tutokapo tuingiapo, kila mahali tunakoenda, Mungu wetu lazima ataachilia kibali tunaposimama katika asili yake, tunapotembea katika asili yake ya kiungu. Haleluya, watu wa Mungu. Mithali sura ya tatu msali wa tano mpaka wa nne, neno la Mungu linasema hivi, rehema na kweli zisifarakane nawe, zifunge shinga, shingoni mwako ziandike juu ya kibao cha moyo wako, ndivyo utakavyopata kibali na akili nzuri mbele za Mungu na mbele ya mwanadamu. Sasa hapo haijaishia, utakapopata, akasema na akili nzuri. Kumbe kuna akili na akili. Nini na akili nzuri? Kuna akili ya kawaida na akili iliyo nzuri. Sasa anasema ra, rehema na kweli zisifarakane bali zifungamane na wewe, kama mtoto wa Mungu zifungamane na wewe, kama mwana wa Mungu, na sisi yetu kufunga zi, ziandikwe uziandike juu ya moyo wako, katika kibao cha moyo wako, na nasema ndivyo utakavyopata kibali na akili nzuri. Hakika kila mtu ana akili, hakuna mtu asiye na akili ila ujue ya kwamba kuna akili na akili nzuri. Unayemwona anabaka sio kwamba hana akili, akili anazo. Unayemwona anafanya vitu ambavyo sivyo tai, anakula rushwa, anafanya mambo yasiyo ya haki, sio kwamba hana akili, ana akili vizuri sana, lakini akili nzuri hana. Akili yake imebunguliwa na nchwa, ni sawa na mahindi ambayo yameingiliwa na mdudu mdudu umeingia kwa ndani. Kwa nje unaliona kama lihindi zima, lakini kumbe ndani lilishalika, lilishalika, halitamaniki na halifai hata kwa chochote. Kiini kilishalika, na hata ukilipanda halioti. Watu wote tuna akili, lakini tunatofautiana. Kuna wengine akili zao zimeliwa, akili zao sio nzuri, ni akili za kipepo za kishetani. Sasa ndivyo anavyotuambia kwamba lazima tuwe katika rehema na, na, na kweli. Kuwa na rehema na kweli, na hizi rehema na kweli ziandikwe katika vibao vya moyo yetu. Viandike katika vibao vya mioyo yetu ndipo utakapopata kibali na akili nzuri kila mahali, anasema kwa Mungu na kwa mwanadamu. Jamani, imesema mbele za Mungu na mbele ya mwanadamu. Kwa nini ameanzia mbele za Mungu, ajaanzia mbele ya mwanadamu? Kupata kibali kwa mwanadamu ni jambo sana wala sio jambo la, la, la kuhangaika ishu ni kwa Mungu, ishu mpaka Mungu akaridhishwe na wewe. Hapo ndio mchakato ulipo, hapo ndo mtihani ulipo, hapo ndio mambo mazito yalipo. Na ndio tumefika mahali watu wengi tunajifariji kwamba tumepata kibali kwa Bwana, lakini kwa uhalisia Mungu wetu yuko mita mia, yupo mita mita mia ni karibu kilometa mia wala hana fikira ya kwamba kuna, kuna, kwa, a, yani hata sikio lake alijawahi ku, ku, kutikiswa kidogo ya kwamba kuna kisauti cha mtu fulani kipo mahali fulani. Bwana Yesu asiwe sana kwa, lazima uelewe hiyo pointi muhimu sana na itakusaidia kama mwana wa Mungu. Ni neno la Mungu ambalo tumeliangalia, sijatunga mwenyewe, sijatunga kwa akili yangu. Najua mwingine anaweza akasema huyu kijana anaongea ongea tu hivi anajua anavyoongea ah, Jamani, ni neno la Mungu, na navyovizungumza maana yake, nina uhakika vingine, nimeshathibitisha, nimeona ya kwamba vina matunda na vina matokeo. Kijana mwenzangu naye, nisikiliza, na kijana mwenzangu nayefuatilia kipindi hiki pamoja na wazazi wangu, watu wazima, ambao wanafuatilia kipindi hiki, nataka nikwambie kuwa na rehema na kweli ndani ya moyo wako utapata kibali katika eneo lilopo, hautatumia nguvu watoto wako kukubali. Unajua mzazi ukikosa kibali kwa watoto inakuwa ni shida, mitoto unaielekeza una haishiki hata moja, mpaka imeshia mzazi umepata mipresha, una wapresha kisa watoto, kwa sababu ulikosa kibali kwao. Yamkini sababu ilikuwa ni wewe, sio wao. Yamkini wewe ulishindwa kukaa vizuri na Mungu, Mungu akupe kibali ili na wewe upate kibali hata kwa uzao wako. Naweza nikamalizia pointi moja kwa leo, alafu tuende tukamshukuru Mungu kwa muda uliobaki. Jambo jingine au kigezo kingine ambacho kitamfanya Mungu au kitamfanya huyu Yesu kitamfanya Jehova atilie kibali juu yako, kumtegemea Mungu katika kila jambo, kumtegemea yeye katika kila hatua Bwana Yesu asiwe sana. Inaweza nikatolea mfano kama kawaida ya wanadamu, ikifika kiwango mwanadamu unamtegemea, utapata kibali kwake. Ngoja nitumie njia hii, unaweza ukachunguza watu ambao wamefanikiwa kwa kiasi fulani, kulingana na jinsi alivyofanikiwa, ukianza kumtegemea yule mtu kwa lugha nyingine unakuwa kama chawa wake, unakuwa kama mpambe wake. Kwa hiyo automatically, kwa akili ya mwanadamu lazima utapata kibali kwake, kwa atakuwa na kusikiliza kuliko kawaida. Ninachokizungumza nimekiona, nimekithibitisha kwa macho yangu, sio kwa, kwa ndoto, kwa macho yangu ya nyama Utashangaa unapata kibali kwake kwa kiwango kikubwa. Nimeona watu ambao walikuwa wanategemewa na, na watu fulani, kwa hiyo katika kuwategemea wale watu akajiona ya kwamba ah, mimi ni mtu koo. Wewe unayemtegemea ule mtu unapata kibali kwake, atakuwa na kusikiliza, unaweza ukashangaa na kusikiliza zaidi hata ya mke wake, kama ni mwanaume kama ni mwanamke anaweza ukashangaa na kusikiliza zaidi hata ya mme wake. Kwa sababu gani? Umeegemea kwake, unamtegemea, na anaona kweli huyu anahitaji msaada na mimi ndio peke yangu wa kumsaidia. Sasa ngoja kimbembe kije, usimtegemee au ujiweze au ufikie kiwango cha kuji, cha kujihudumia wewe mwenyewe ufikie, kiwango una kitu chako cha kuzalisha fedha, na wewe unaanza kupata mafanikio, utakuja kushangaa kile kibali kinakatika. Unaweza ukashangaa hata ule ukaribu unakufa. Sure anachokizungumza nimekiona, unashangaa kibali kinakufa kabisa. Mda mwingine hata kusalimiana, msalimia juujuu. Mda mwingine ulikuwa naenda kwake, unakula, mnapiga mna soli, leo hii hata kwake hakukaribishi. Ukimpigia simu, hey, mkuu, nataka nije kwako, anakuambia niko busy au sipo nyumbani, wakati huo yupo. Hivyo vitu vipo kama ulikuwa jui, kama hujawahi kuviona. Na ndivyo ilivyo kwa Mungu wetu. Tena kwa Mungu wetu ni zaidi. Kadri unavyomtumaini na kumtegemea yeye, yeye Mungu ndio atakupa kibali zaidi, ndio utapata kibali zaidi kwake. Ina helewi? Mithali sura ya tatu msali wa tano na wa sita inasema kwamba mtumaini Bwana kwa moyo wako wote wala usizitegemee akili zako mwenyewe, katika njia zako zote mkili yeye, naye atanyoosha mapito yako.